Hello, habari ni wakati mwingine tena na wasa mwingine tena, tunakutana katika mfululizo vipindi mbalimbali vinavyohusiana na teknolojia. Basi leo nimekuletea kitu hiki hapa, application tatu bora zinazoongoza kutatua tatizo lolote. Application hizi zipo katika mfumo wa AI, yani artificial intelligence au akili mnemba au akili bandia au akili unde, au sio? Ni jinsi utakavyotaja tu maneno haya au kuelewa, lakini tunasema ni artificial intelligence basi bila kupoteza muda bila kupoteza time, hebu twende tuzione kwa haraka haraka hizo application tatu ambazo unaweza ukatumia kutatua tatizo lako lolote. Application ya kwanza tunaita Google Translate. Hii ni application ambayo unaweza ukaenda Google Play Store ukaidownload na application hii, na ukawa unatatua matatizo mbalimbali ya kutafsiri maandishi ya lugha mbalimbali zaidi ya mia tatu. Application hii inatatua matatizo ya kutafsiri lugha. Maana yake unaweza ukaingiza maandishi ya lugha moja, yanapelekwa kwenye lugha nyingine. Mfano, unaweza ukaingiza maandishi ya lugha ya Kiingereza, sasa ukataka uyatafsiri lugha ya Kiswahili au unaweza ukaingiza maneno ya Kiingereza ki ukapeleka kwenye lugha ya Kichina au unaweza ukapeleka ukatafsiri maneno ya lugha ya Kiswahili ukapeleka kwenye lugha ya Kiingereza au ya Kiswahili ukapeleka kwenye lugha ya Kichina Kijapani, Kihindi na kuendelea. Basi ni kama hivyo, application hii ndo kazi yake. Umeshaona eh? Kumbuka application hii natafsiri kwa, kwa maandishi au sio? Text tunasema maana yake, hii ina tafsiri kwa maandishi kabisa, na iko vizuri. inatafsiri lugha zaidi ya ngapi? mia tatu. Hebu tuende tuone application nyingine ya pili, au website nyingine ya pili ambayo inatatuza tatizo lako lolote. Application ya pili au website ya pili tunaita 11 Labs io website hii unaweza ukaitumia kutafsiri vilevile, hii ni ya kutafsiri. Unaweza ukatafsiri audio, text na kadhalika. Shaona eh, audio ni sauti, alafu text ni maandishi. Umeona eh? unaweza ukaingiza audio au sauti ya lugha moja ukapeleka kwenye lugha nyingine. Mfano, unaweza ukaingiza sauti ya lugha ya Kiingereza ikatafsiriwa ikawa kwa lugha ya Kiswahili, bila shaka unanielewa. Au unaweza ukaingiza maneno ya lugha ya Kiswahili ukayatafsiri kwa lugha ya Kiingereza, lakini yako katika mfumo wa nini, wa sauti, au sio? Vilevile inatafsiri text maandike kwa njia ya maandishi, ni kama ile kwanza lakini hii pia inatafsiri maneno. Hii ni nini? Maandishi au maandishi tunasema. Maandishi vilevile kama unaweza kutafsiri maandishi lugha ya Kiingereza ukayapeleka kwenye lugha ya Kiswahili au maandishi ya lugha ya Kiswahili ukayapeleka kwenye lugha ya Kiingereza au ya Kichina au Kijapanese au Kihindi. Mshaona eh? Au Kijerumani. Eh, kama hivyo. Basi bila shaka umenielewa. Hebu tuende tuone application yetu elewe mwisho kabisa, au website ya tatu ambayo inaweza kutatulia tatizo lako lolote. Basi website ya tatu leo tunaita ChatGPT. Hii ni website ambayo inaongozwa na mfumo wa AI, yani artificial intelligence au akili bandia. Hebu tuende tuione application. Hii hii website, unaweza ukajisajili. Ukishajisajili alafu utakuwa unatatua matatizo mbalimbali. Hii ni unatatua matatizo yaani, unaiuliza maswali na kujibu, unaweza ukaiuliza swali lolote na ikakujibu, au sio? Tunaita ChatGPT. Hebu turudia tena, ChatGPT. Uu, unaandika pembeni kwenye karatasi au kwenye daftari ili usisahau kabisa. Basi unaweza ukaingiza maswali. Mfano, unaweza ukasema, rais wa kwanza Tanzania ni nani? Ikakwambia hiyo. Unaona, unaweza ukasema unaweza ukasema hivi, jinsi ya kuanzisha biashara, ikakutatulia. Unaweza ukaiuliza tajiri wa kwanza duniani ni nani? Ikakwambia. Ushaona eh? Kila kitu ambacho utaiuliza chochote, mfano kama wale wanachuo, unaona hii itawatatulia maswali mengi sana. Mfano umepewa assignment sasa, unataka ile assignment ijibiwe na chat gpt, utaingiza assignment nzima pale, yani utaandika maswali yako na itajibu. Umeshaona eh? Unaona hapo ma maisha yalivyo marais sasa ni tofauti na kipindi cha nyuma. Sasa hivi mambo yameboreshwa zaidi, wala ambao tulisoma kitambo kidogo chat gpt haikuepo. Umeshaona tuko tunatumia google tu, basi au, unaweza ukaingiza hadi hadi ile maswali ya multiple choice, ukaingiza mtihani mzima wa maswali ya multiple choice ambao uko katika mfumo wa maandishi. Application hii au website hii itakujibu jibu swali moja badala ya jingine. Sumeona maisha yalivyo marais, basi endelea kufuatilia channel hii ili uweze kujifunza elimu mbalimbali. Hebu twende tuone sasa, ni jinsi gani unaweza ukajisajili hizi website. Kitu cha kwanza, hebu nenda Google. Ukishaenda Google, hebu angalia kama mimi niko Google, hapo utaandika Google Translate. Ukishaandika Google Translate yatakuja baadhi ya maneno kama Google Translate, si Google Service, achana nayo haya ya maneno. Wewe utagusa ile neno la blue liloandikwa Google Translate. Ukishakliki ilo neno, naona yani utusema, ukishagusa, kama unatumia simu ya smartphone, utakliki, utagusa au utatachi. Kama unatumia computer wa... Uta click na kwa kutumia ile mouse tunavyosema unatumia mouse au touchpad basi utagusa hapo. Ukishagusa hapo itafunguka. Ikishafunguka itakuja kama hivi. Ikishafunguka kama hivi kuna sehemu imekuambia juu kabisa kuna Translate, ala vile vile kuna upande wa kushoto mwa screen yako upande wa kushoto kuna menu achana na hiyo menu. Lakini sasa hiyo, ili tuende faster faster. Chini yake kabisa kuna neno limeandikwa intertextic yaani ingiza maandishi au ingiza maneno hapo. Utakapoingiza maandishi yako hapo ya lugha labda mfano ya, ya Kiingereza, utachagua lugha, naona utachagua lugha ambayo unataka uyatafsiri, labda kutoka Kiingereza kupeleka Kiswahili. Kuna sehemu imekuambia detect language, detect language. Basi uta, uta, uta click hapo hayo maneno nataka yatoke lugha gani kwenda lugha nyingine, unaona? Basi kama ni ya Kiingereza utabonyeza hapo detect language. Kama ni Kiingereza utaandika click uta, uta, uta, English alafu kwa sehemu iliyoandikwa English hapo mbele click uta, utaibonyeza au click uta, au uta, uta, touch utabonyeza, labda maneno haya nataka yaenda kwenye lugha ya Kiswahili basi utatafsiri hayo maneno kwenye lugha ya Kiswahili. Ni rahisi sana ukianza kuitumia hii application, ni, ni rahisi au, we, au hii website au hii sehemu iliyoandikwa detect language, bila shaka unaiona, iko juu kabisa, chini kidogo tu mwa screen yako simu yako. Utachukua labda maneno hayo ni ki ya Kichina, utaklik hapo kwenye detect language, utachagua uta lugha ya Kichinese Alafu kwa sehemu iliyoandikwa English utaweka labda maneno yao unataka ya tafsiri yaenda kwenye lugha ya Kiswahili. Umekaona, eh? Basi uta click ki, hapo uta baada ya hapo utayatafsiri, sehemu ni kuongea kama jinsi ninavyoongea tu hivi unaweza ukakashikilia, unaona eh, ukikashakagusa hapo, alafu natulizia ukishatulizia, alafu naongea, labda unaongea neno la Kiswahili lolote, unataka lienda kwenye lugha ya Kiingereza, basi basi itajitafsiri itaenda kwenye lugha ya nini, ya Kiswahili, au sio? Bila shaka umenielewa, ni kitu kirahisi sana, hakihitaji sana maelezo mengi. Hebu twende tuone ni jinsi gani vilevile unaweza ukaitumia application nyingine. Application hii nyingine, nenda Play Store, ili nyingine, website nyingine tunaita 11labs.io, utaenda Google bila shaka unajua Google ni kama jinsi mimi nilivyoenda uwanja wa Google, uwanja wa Google utaandika 11 labs. Ukishaandika 11 labs, uta click haya maneno ya blue kabisa ya juu. Kishafunguka uko na maneno ya blue kabisa juu kabisa mwa screen yako ya simu yako yameandikwa 11 labs. Haya maneno utagusa. Ukishagusa itafunguka kama hivi. Ikishafunguka kama hivi juu kabisa mwa screen mwa kuna try for free, lakini sasa hapa chini kidogo kuna neno limeandikwa get started free. Bila shaka ile neno umeliona get started free. Yaani juu ya maana ya maana kuna create the most realistic speech with our AI audio platform. Pioneering research in text in speech AI voice generator and more. Get started. Basi uta click utaachana na maneno mengi hapo, utabonyeza ilo neno loandikwa get started free. Ukishabonyeza ilo neno ilo get started free, maana iko nataka kujisajili na hiyo kwanza, na hiyo website ukishajisajili, ni kama hivi utakuta sehemu ile, ukishabonyeza ile get started free, utakuta neno limeandikwa create an account, uta utaunda uta account yako, au utatengeneza akaunti yako ambayo utakuwa unaitumia kutafsiri audio mbalimbali mbali za lugha tofauti tofauti. Utaingiza email yako, email yako ni mfano mfano mfano ut hii ndo inaitwa email address. Tunaita tuna barua pepe kwa Kiswahili mfano au kama ni jina lako ni Aisha utaandika Aisha, labda mfano Aisha at gmail.com. Hii ndo inaitwa email. Hapa natoa mfano tu, lakini kila mtu ana email yako. Utaingiza sehemu ya email ya barua pepe, utaingiza sehemu ya email enter your email ya address, utaingiza email yako au barua pepe. Password uta create password yako, yani utaunda password yako, au tunasema kwa Kiswahili nywila, utaunda nywila yako. Hii sehemu zilizoandikwa vibox box i want to receive update. Uta click in tick tikitiki huko, agree to the terms and terms of service and acknowledge Eleven Labs, Previous Police utabonyeza na hiyo hapo uta click hapo. Alafu baada ya hapo kuna chini kabisa kuna neno limeandikwa sign up, uta click sign up maana utajisajili. Ukishajisajili utakuwa una login tu. So then utakutana na neno ukishaingia ukishaandika tu Eleven Labs kama hapa. Kama hapa Simeone, Eleven Labs kuna neno juu kabisa neno la blue hapa lina maneno ya blue limeandikwa sign up with Google. Maana yake hapo unajisajili sasa. Chini kuna neno limeandikwa login in to your account. Utakuwa na click hapa login to your account, afu unaandika ile email yako na unaandika na password zako, yani tunasema nywela zako, kisha ingia hapo. Utakuwa unaingiza sasa, utakuwa unaingiza audio. audio ya lugha tofauti, none ya lugha yoyote iwe Kichina au Kijapani. Sasa unataka uipeleke kwenye lugha ya Kiswahili, mfano sisi hapa sisi wa Kiswahili bwana. Unaona, unatoa maneno ya Kiingereza au ya Kichina au ya Kijapani au ya Kijerumani, unataka yawe kwenye lugha ya Kiswahili, unataka yasikike kwenye lugha ya Kiswahili, basi utaingiza hapo kwenye hiyo hapo au kwenye hiyo website, maana vile vile hii hii website ina application, utaidownload pia, unaweza ukaidownload play store Haya, unaweza ukaingiza hiyo audio yako, ukishaingiza audio yako utaitafsiri itaenda kwenye lugha ya Kiswahili au lugha unayohitaji. Si umeona ni rahisi ndugu yangu? Kwa kuwa tunaeleza tu application tatu bora ambazo zinaweza kukusaidia kutatua matatizo mbalimbali. Basi ndio hivyo. Bila vile application ile yetu leo ya mwisho ambayo tuko tumeieleza ni hapa inaitwa ChatGPT application hii iko kwenye kampuni ya hii, kampuni ya Open AI inaitwa Open AI hii ni kampuni lakini kampuni hii ndio inamiliki hata chati GPT umeshaona eh Basi, application hii website au application hii hii ni website sasa website hii inasaidia kutatua matatizo ya maswali mbalimbali mbali ambayo yanamsumbua binadamu unaweza ukaingiza maswali yoyote ya yale ambayo unaona yanayokutatiza, basi ukaingiza na yakatatuliwa kwa haraka zaidi. Bila shaka tulieleza mwanzo kidogo, lakini hapa ninakueleza jinsi gani unaweza ukafanya ili kuzitumia hizi app au, au website. Basi utaenda Google, utaandika kama jinsi mimi nilivyoandika hapa, chat gpt. Ukishaandika chat gpt kama hivi, atakuja maneno mengi ya blue kama haya. Basi utagusa sehemu iliyoandikwa Chat GPT. Umeliona hilo neno uta click eh? Eh, ili hapo chini kabisa, maana hapa kuna Introducing Chat GPT, kuna Open AI, kuna Chat GPT umeshaona. Basi uta click Chat GPT. Yani, utagusa maneno ya blue ya, ukishagusa maneno ya blue yatafunguka ya ya, yakishafunguka italeta kama hivi, kuna neno litakuwa limeandikwa login. Kuna login maana yake kama una account tayari ndo uta login, uta click hiyo login. Lakini sisi hapa hatuna account. Kama hatuna account tutabonyeza hapa, swali liandikwa sign up. Sign up maana yake tunajisajili, utajisajili kwenye hii website. Ukishajisajili ndo itakuwa inakusaidia sasa. Ni bure hii website hamna kulipia. Kwa hiyo itakuwa nakusaidia kutafsiri, kuuliza swali lolote lile, kama wale wanachuo nimeshasema, au uko maofisini au walimu au madaktari, wana tatizo lolote wanataka kutatua kupitia mfumo wa artificial intelligence. Hey, I'm sorry. Basi utakuwa unaingiza text, tunasema maandishi utakuwa unaingiza kwenye hii website na itakuwa inakutatulia tatizo lako, swali lolote. Kama una swali lolote, itakuwa inakutatulia. Kama wala ambao tunapenda kujifunza mambo mengi mengi, basi hii ni fursa, utakuwa unaitumia kutatua matatizo tofauti tofauti. Vile vile, wala ambao ni wanachuo, nilishasema Utakuwa unaingiza maswali ambayo umeulizwa kwenye assignment zile, zile assignment. Sasa basi, hapa unatakiwa unajipatia max za bure tu. Umeulizwa assignment za chuo, utakuwa unaingiza kwenye Chat GPT, na utakuwa unatatua matatizo yako ya maswali, utakuwa unaenda kujipatia max za bure kabisa kwa lecturer. Basi, bila shaka umenielewa vizuri na umenipata vizuri na leo umeelimika vizuri na hizi website tatu bora ambazo inakuazaka kukusaidia kutatua matatizo yako mbali mbali. Basi, kama umefurahi na umeelimika na umeelewa katika mambo niliyoyaeleza, ili usio unapitwa na haya mambo na hizi elimu, angalia upande wa kulia mwa simu yako, kuna neno limeandikwa subscribe. Basi gusa neno hilo mara moja tu. Ukifanya hivyo, kwa kila elimu ambazo nitakuwa natoa utakuwa unazipata kwa haraka zaidi na mapema zaidi. Sina mengi, na kutakia siku njema na wakati mwema.